Bilionea alimtazama mama mjamzito maskini akipika kando ya barabara kwa ajili ya mwanawe wa pekee. Ni nini hasa kilichotokea? Ilikuwa ni jioni ya upepo mdogo kando ya barabara ya Ngong Road, Nairobi. Magari yalipita kwa kasi, yakiacha vumbi na kelele. Kando kidogo ya barabara, chini ya mti uliokauka, mama mmoja mjamzito aliinama juu ya jiko la makaa. Jina lake lilikuwa Mama Asha. Mikono yake ilitetemeka. Si kwa baridi bali kwa uchovu wa maisha. Pembeni yake alikaa mtoto mdogo, Baraka, mwenye macho makubwa yaliyojaa maswali. Mama, chakula iko tayari? aliuliza kwa sauti ya matumaini. Mama Asha alitabasamu kwa uchungu. Subiri kidogo, mwanangu, inachemka. Mbali kidogo, ndani ya gari jeusi la kifahari, alikaa Bwana Daniel Murithi, bilionea anayejulikana Nairobi nzima. Alikuwa anatoka kwenye mkutano mkubwa wa uwekezaji, lakini macho yake hayakuweza kuondoka kwa yule mama kando ya barabara. Dereva alisema, boss, tuko late. Daniel alinyamaza, alishuka dirisha akaangalia tena. Ngoja kwanza, alisema kwa sauti nzito. Kulikuwa na kitu moyoni mwake kilichomgusa, kitu ambacho pesa haingeweza kueleza. Daniel alitoka kwenye gari polepole, suti yake safi ilivutia macho ya watu wachache waliokuwa wanapita. Mama Asha alimuona akasimama kwa hofu kidogo, akishika tumbo lake. Samahani bwana, alisema kwa sauti ya upole. Kama tunakukera, tutahama. Daniel alinyanyua mkono. Hapana mama, nimekuja kuuliza tu, umekuwa hapa kwa muda gani? Mama Asha alishusha macho. Miaka miwili sasa baada ya mume wangu kufariki Kibera, nikabaki na huyu mtoto na mimba. Hakuna pa kwenda. Baraka alimvuta mama yake. Mama, huyu ni nani? Ni mgeni tu, mwanangu. Daniel keti juu ya jiwe karibu nao. Harufu ya maragawe yaliyochemka ilimkumbusha utoto wake huko Muranga, siku za njaa na matumaini. Unauza chakula hapa? Ndiyo, wengine hununua, wengine huahidi kulipa kesho. Daniel alinyamaza, akatazama tumbo lake, macho ya mtoto na sufuria ndogo iliyokuwa na chakula cha watu wawili tu. Kulikuwa na siri kubwa hapa, lakini bado haijaonekana. Mvua ndogo ilianza kunyesha, watu wakaanza kukimbia. Mama Asha alijaribu kufunika jiko lake kwa kipande cha nailoni kilichochanika. Daniel alisimama haraka. Mama, si bora uende ukajistiri? Mama Asha alicheka kwa huzuni, nikiondoka hapa, kesho nitakula nini? Baraka alianza kukohoa kidogo. Daniel alihisi kifua chake kubana, alitoa pochi yake akaichungulia, kisha akaifunga tena. Hakutoa pesa, badala yake alisema, niruhusu nikusaidie kubeba vitu hivi. Mama Asha alishangaa, wewe ndio? Mimi pia ni binadamu. Wakahamia chini ya kibanda cha bodaboda kilichokuwa karibu, ndani ya mvua. Daniel alimuuliza Mama Asha, Mama Asha, una ndugu wowote? Alitikisa kichwa. Wote walinigeuka nilipopata mimba tena. Daniel alinyamaza kwa muda mrefu, akatoa kadi yake ya biashara, akaweka chini taratibu. Kesho asubuhi nipigie. Mama Asha aliangalia kadi hiyo kana kwamba ilikuwa kitu cha kuogopesha. Na kama sitopiga? Daniel alitabasamu kidogo. Nitakuja tena hapa. Lakini moyoni mwake alijua safari hii haikuwa ya kawaida. Usiku huo, Daniel hakulala. Alikuwa kwenye nyumba yake kubwa huko Runda, lakini akili yake ilikuwa Ngong Road. Alimkumbuka mama yake marehemu, jinsi alivyopika kando ya shamba wakati baba yake alipokuwa mgonjwa. Asubuhi ilipofika, aliamua kurudi, lakini kabla hajafika, simu yake ilipiga. Halo? Halo, Bwana Daniel, ni mimi Mama Asha. Sauti yake ilikuwa dhaifu. Baraka ameugua sana, hana nguvu. Daniel hakusubiri, aliendesha mwenyewe hadi hapo, akawachukua akapeleka hospitali ya Kenyatta. Madaktari wakachukua mtoto haraka. Mama Asha lilia kimya kimya. Nimemchosha mwanangu. Daniel alisema kwa sauti thabiti, hapana, wewe ni mama shujaa. Baada ya saa kadhaa, daktari alitoka, mtoto atakuwa sawa, lakini mama pia anahitaji uangalizi wa karibu. Daniel alisaini makaratasi yote bila kusita lakini bado kulikuwa na jambo kubwa ambalo mama Asha hakulijua, na ndilo lingegeuza maisha yao wote. Siku chache baadaye, mama Asha alikuwa amelazwa udini. Daniel alimtembelea kila siku. Baraka alianza kumuita Uncle Daniel. Siku moja, mama Asha alimuita kwa sauti ya juni, bwana Daniel, kwa nini unafanya yote haya? Daniel alikaa kimya, akavuta pumzi ndefu. Kwa sababu miaka mingi iliyopita, mama yangu alikuwa kama wewe. Mama Asha alimsikiliza kwa makini. alifariki bila msaada. Niliapa moyoni mwangu, nikifanikiwa sitopita mateso ya mama maskini bila kusimama. Mama Asha alilia, Mungu akubariki. Lakini nje ya wodi, mwanamke mmoja alisimama akisikia kila kitu. Jina lake lilikuwa Grace Wanjiku, dada wa kikambo wa Daniel. Macho yake alijaa hasara. Kwa hiyo huyu mama ni nani hadi apewe kila kitu? Alijisemea. Alipiga simu haraka Mpango ule uanze sasa. Ndani ya hospitali amani ilitawala, lakini nje dhuruma ilikuwa inakusanya. Siri ya mwisho bado haijafichuliwa, na ingeumiza au kuponya kabisa. Grace Wanjiku hakupoteza muda. Ndani ya siku mbili uvumi ukaanza kuenea, wauguzi waliinong'ona, wagonjwa wakatazama kwa mashaka. Huyo mama si maskini kama anavyojifanya, mtu alisema. Anamtega bilionea, mwingine akaongeza. Mama Asha alianza kuhisi mabadiliko, tabasamu zilipungua, huduma zikawa baridi. Siku moja alimwambia Daniel, naona kama uwepo wako unaniletea shida. Daniel alishtuka, nani anayekuambia hayo? Mama Asha alitikisa kichwa, nasikia tu maneno, sitaki kukuangusha. Daniel alikasirika, lakini kwa utulivu alijua hii ilikuwa kazi ya mtu. Akamwita meneja wa hospitali, nataka ukweli, alisema Wakati huo huo, Grace alikuwa ofisini kwake Westlands, akizungumza na mwanasheria, nataka huyu mama aondolewe kwenye maisha ya Daniel kwa njia yoyote ya kisheria. Lakini hakujua jambo moja, kwamba faili la hospitali lililokuwa mezani lilikuwa na taarifa ambayo ingetikisa familia yao yote. Jina la baba wa mtoto tumboni mwa Mama Asha lilikuwa limeandikwa pale, na jina hilo lilikuwa Muriithi. Daniel alipopewa faili alisoma mara mbili. Mikono yake ikaanza kutetemeka. hii haiwezekani, alinongona. Alienda moja kwa moja kwa Mama Asha. Niambie ukweli, baba wa mtoto huyu ni nani? Mama Asha alifumba macho kwa muda mrefu, machozi yakaanza kumtoka. nilikuwa mfanyakazi wa nyumbani Muranga, miaka mingi iliyopita, alianza polepole. bwana wa nyumba aliniahidi ndoa, baadaye akaondoka, akaacha jina moja tu, Muriithi. Daniel alikaa chini ghafla. Huyo alikuwa baba yangu. Kimya kizito kikatawala. Baraka alicheza na gari lake dogo bila kujua dunia inavunjika mbele yake. Mama Asha alilia kwa uchungu, sikujua na sikuwahi kutaka chochote, nilitaka tu kuishi. Daniel alishika kichwa. Maisha yake yote yalikuwa yakipita mbele ya macho yake. Kwa hiyo mtoto tumboni ni ndugu yangu? Hapo ndipo Daniel alielewa kwa nini moyo wake ulikuwa umevutwa kwa nguvu isiyoelezeka tangu siku ya kwanza. Hii haikuwa bahati, ilikuwa damu. Grace alipoambiwa ukweli, alikataa kuamini. Hapana, huu ni mtego, alipiga kelele, lakini vipimo vilifanywa, ukweli haukufichika. Mtoto tumboni alikuwa damu ya familia ya Murithi. Grace alikaa kimya kwa siku kadhaa, hasira ikabadilika kuwa hofu. Urithi je, jina la familia? Aliwaza. Daniel alimkabili ana kwa ana, huyu mama na watoto wake ni familia yetu Upende usipopende. Grace alimwangalia Mama Asha kwa macho yaliyojaa machozi. Kwa nini hukusema mapema? Mama Asha alijibu kwa upole, maskini hana sauti, nilikaa kimya kuishi siku hiyo. Grace alibadilika, alienda kwa Mama Asha, akapiga magoti, nisamehe. Mama Asha alimuinua, tuishi kwa amani kwa ajili ya watoto. Kwa mara ya kwanza familia iliyovunjika ilianza kuungana, lakini bado kulikuwa na jaribio moja la mwisho. Jamii, macho yao na hukumu zao. Daniel alifanya uamuzi mkubwa, aliwahamisha Mama Asha na Baraka hadi nyumba ndogo lakini safi huko Kasarani. Hakukuwa na fahari bali heshima. Siku ya kujifungua ilipofika, familia yote ilikuwa hospitali. Mama Asha alipambana kwa nguvu zote. Kwa ajili ya watoto wangu, alisema. Mtoto wa kike alizaliwa salama, machozi ya furaha yakatiririka. Daniel alimbeba kwa mikono yake karibu duniani, Amani alisema. Habari zilienea, wengine walikosoa, wengine walishangaa. Bilionea na mama wa barabara? Watu waliuliza. Daniel alisimama mbele ya waandishi wa habari. Heshima ya mtu haipimwi kwa pesa, huyu mama ni sehemu ya familia yangu. Mama Asha alisimama pembeni, kichwa juu, sio kwa kiburi bali kwa heshima aliyonyimwa miaka mingi. Baraka alimshika mkono Daniel. Asante kwa mama yangu, alisema na Daniel alijua, mafanikio makubwa hayako kwenye majengo, bali kwenye maisha aliyobadilisha. Miaka miwili baadaye, Mama Asha alikuwa anaendesha mgahawa mdogo huko Ruiru uliokuwa umeajiri akina mama wengine waliokuwa hawana msaada. Jina lake Moto wa Tumaini. Daniel alifika siku ya ufunguzi. Umefika mbali, alimwambia. Mama Asha alitabasamu. Uliniweka mahali pa kuanzia, nilitembea mwenyewe. Baraka alikuwa shuleni, Amani akicheza karibu na mama yake. Maisha yalikuwa yamebadilika, lakini unyenyekevu ulibaki. Daniel alisimama kando ya barabara ile ile ya zamani ya Ngong Road, akitazama mahali alipomwona Mama Asha kwa mara ya kwanza. kama ningepita bila kusimama, alijiambia, lakini alisimama, na kusimama hoko likabadili vizazi. Hadithi ya mama mjamzito maskini na bilionea haikuwa ya pesa, ilikuwa ya ubinadamu, ukweli na familia na ujumbe ukabaki wazi. Wakati mwingine barabara ya maisha tunatupa jaribio dogo, lakini uamuzi wako mdogo unaweza kuwasha moto wa tumaini usiozimika.